Habari za saizi. Um, tumekuwa tukizungumzia usindikaji tu kila siku, usindikaji usindikaji. Hebu tuangalie kwani ukisindika unapata nini au unasindika ili upate nini? Nitatumia mfano wa tangawizi. Um, sio lazima ulime tangawizi. Pia sio lazima uuze tu tangawizi mbichi, ila unaweza kuwa mnunuzi wa tangawizi ukawa unaisindika unaiprocess kwa ajili ya kupata bidhaa nyingine, lakini inayotokana na zao la tangawizi. Kwa mfano kwenye tangawizi mbichi unaweza ukaisindika ukapata tangawizi paste, inaitwa ginger paste. Lakini pia kwenye hii tangawizi unaweza ukaisindika ukapata eh, tangawizi kavu. Kwa hiyo ukawa una deal tu na ishu ya tangawizi kavu tu, una supply labda mikoani, um, nchi za nje, kuna export umeona? Lakini sio hivyo tu, unaweza pia ukawa una deal na ishu ya tangawizi ya unga, ukaisaga vizuri baada ya kuwa umeiprocess kwa stage kwenye kila kitu, ukawa unauza unga, unauza unga aidha kwenye kwenye package mbalimbali kilo 50 kilo 100, tani na nini, umeona? Kwa hiyo hivyo vyote vinapatikana baada ya kusindika tangawizi mbichi. Kingine cha ziada ambacho unaweza ukakipata uka, kwenye tangawizi mbichi baada ya kusindika, unaweza ukasindika ukapata zetu tunasema ginger snacks, umeona? Kwa hiyo hivyo ni baadhi tu ya vitu vichache ambavyo unaweza ukavi pata baada ya kusindika tangawizi ile ambayo ni tunda, ile ambayo unaona tangawizi tunda, lakini unaweza ukasindika ukapata kitu cha namna nyingine, na ndio ikawa ni biashara yako, ikawa ni fursa yako kwa ajili ya kuifanya kwenye upande wa tangawizi. Umeona, kwa hiyo nitakuwa nafanya hivyo kwenye mazao mbalimbali, ili uweze kuwa unaona kwamba, okay, kumbe kwenye parachichi naweza nikafanya hivi. Kumbe kwenye nyanya sio lazima niuze tu nyanya kumbe kwenye mihogo sijui kwenye nini kwenye kila kitu, kumbe sio lazima tu niuze tu kitu halisi. Mmeona, kumbe naweza nikafanya kwa namna nyingine, nikaweza kupata kitu kingine, ni fomu ya namna fulani ambayo ikawa bado inazidi kumata, mmeona, kuchukua soko. Kwa hivyo ni vitu vichache, lakini video zingine nitaendelea kuelezea zao lingine, au unaweza ukakoment hapo kwamba unataka tuelezee zao zao lipi ambalo ukisindika unapata nini. Asante. Iko safi ya